Karibuni tena kwenye kipindi kingine cha lugha ya Kiswahili, na hivi leo nazungumzia kuhusu matumizi ya neno kubwa. Neno kubwa likitumika katika sentensi inaonyesha sifa, unapea sifa kitu, mtu au mnyama pale. Na kubwa vilevile ikitumika katika sentensi, basi inategemea no neno au nomino ambayo imetumiwa pale kwenye Haya, tunatumia neno kubwa kuonyesha kuwa mnyama kitu au mtu ana umbo kubwa. Tunatumia neno kubwa katika sentensi kuonyesha sifa ya kitu mtu au mnyama kuwa kubwa. Basi acha tuangazie mifano: mpira mkubwa.

vitanda vikubwa. nyumba kubwa, nyumba kubwa, kubwa. uwanja mkubwa, nyanja kubwa. Basi hii ni baadhi tu ya mifano ya nomino au maneno ambayo yametumika pale kuonyesha matumizi ya neno kubwa kupa sifa kitu, mtu au mnyama ya ukubwa. Tuangazie mifano katika sentensi pale. Mpira huu ni mkubwa. Mpira huu ni mkubwa. Ndovu ana masikio makubwa. Ndovu ana masikio makubwa, makubwa. Mtungi huu mkubwa una maji ya kunywa. Watoto wakubwa wana heshima kioo kikubwa kimenunuliwa kime kime. Kwa hivyo maneno ambayo yamepigwa mstari pale, yanaonyesha yana sifa ya kitu kubwa, nyama, mtu au kitu. Vilevile, wakati ambapo tunatumia kubwa katika sentensi hizi, nimesema inapea kile kitu ile sifa ya kitu kubwa kuliko hali yake ya kawaida. Tukutane tena kipindi kingine. Asanteni.